Mungu alinitumia wakati wote kukupa nabii nzuri, nzuri kwako. Ndio, baba. Na leo ananirudisha kwako. Ndio, baba. Asake, na wivu. Una bahati nzuri. Asante, baba. Nikupa nabii ngapi mwaka jana? Nyingi, baba. Ngapi unazo zikumbuka za haraka haraka, 3 4 ya mara mwisho, mbili mbili, zizungumze mbili mara mwisho uliniambia naona upenyo mkubwa sana mbele yako. Kwa biashara. Ndio, baba. Ikatokea nini? Ili huo uh, upenyo ulitokea mkubwa sana. Ukafanya biashara kubwa. Nilifanya biashara kubwa sana. Sikia mwanzo wako. Mwingine, Mwingine uliniambia wa kwanza kabisa uliniambiaga naona nyota kubwa sana ya kufanya ya utajiri ndani yako. Sasa usiseme tu unabii, sema na kile ambacho kilitokea baada ya unabii. Vilitokea vyote baba. Unatutumilishia tu kuelewa. Sasa mimi nilikuwa nimetaka ya mwisho, nilikuwa nimetaka na nabii mbili za mwisho. Katika Mungu wa Bwana akaniambia angalia mwaka huu nikaangalia mwaka huu. Ndio baba. Bwana akaniambia nikupe mkono wa ongera. Asante baba. Asante baba. Bwana akaniambia simama hapa mlimani ni. Nikasimama hapa mlimani. Nikaangalia hapa chini huko kwako. Nikaangalia chini kwako, bondeni kwako. Ndio baba. Bwana akaniambia Ndio. Unaona nini? Nikamwambia Bwana ninaona bahati mpya. Asante baba. Asante baba, hiyo nyumba itakuwa ni nyumba ya nini? Ukijenga itakuwa ni nyumba ya nini? Itakuwa ni ya kuwapangisha watu. Asante baba. Kwa sababu mawazo hayo nayo, Bwana ameniambia nikuunganishe na nini? Na matajiri wakubwa wakubwa watatu. Asante baba. Matajiri wangapi? Watatu wakubwa. Akiwemo huyu mmoja aliyevaa shuka la Kimasai. Ndio nafanya naye biashara baba. Huyu mmoja aliyevaa shuka la Kimasai majakuni majakuni mnene mnene hivi. Ndio. Mnene mnene hivi. Nafanya nimefanya naye biashara baba huyo huyo. Akaniambia, angalia, mwangalie Masai, nikamwangalia huyu Masai. Ndio. Akaniambia, chungulia hapa kwenye mfuko wake, nikamwona ana bonge kitu liko hapa, analifungia hapa. Anafungia aga na hela zake anaweka hapo. Bwana akaniambia, chungulia, nikachungulia. Nikaona mamilioni ya pesa. Ni kweli baba. Nikamwambia Masai, Masai, hai! Baba ni kweli nimefanya nao biashara na nimeelewana nao sana wale Masai. Bwana akaniambia, huyo Masai ndio. Akaniambia atanyanyua matajiri wengine wawili. Ni kweli baba. Watakuwa wangapi? Watatu. Watakuwa wangapi? Watatu. Achana wengine wadogo wadogo. Bwana akaniambia hao watatu wakubwa. Baba ni kweli, yeye ndio alioniunganisha na wale wengine. Na yeye ndio alioniombea. Ukasema Ukaniambia na kuunganisha na wengine na walitokea hivyo hivyo. Na walitokea. Ndio baba nikaruka hivi kidogo bwana akanambia ruka nikaruka bwana akanambia tazama huyu mwingine nikatazama nikaona ng'ombe wengi karibu elfu moja. Baba huyu huyo anafanya naye biashara tayari anachukua mzigo mkubwa sana hmm. 2026 kwako imefunguka ime namna hii. Asante. Asante baba. Asante, baba. Ni niwe, wewe tu kujua namna gani ya kutumia 2026 imefunguka kwako. Asante baba. Jioni nikubarikie, sababu umesha kuwa baraka, nidhibitishe baraka. In the name of Jesus. 2026 jinsi ilivyofunguka hakuna atakayefunga. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Kazi kwako. Waaminifu fungu la kumi na sadaka zingine waaminifu kwako. Asante baba. Asante baba. Upo wazi. Amina baba.